Sasa ni mwendo wa kidigitali. Azam TV inapokea kazi za filamu nchini kwa njia ya kidigitali. Jinsi ya kusajili kazi yako katika mfumo wetu, ingia kwenye wavuti ya content.azamtvltd.co.tz, bofya sehemu iliyoandikwa jisajili register, kisha bofya sehemu iliyoandikwa ingia au sign in halafu fuata maelekezo. Baada ya kujisajili, jaza fomu ya taarifa zako. Ukimaliza bofya sehemu iliyoandikwa sajili au register. Jaza taarifa zote muhimu zinazokuhusu wewe kama mtayarishaji, kisha bofya sajili au register. Baada ya hatua hiyo kukamilika, utapokea ujumbe kwenye barua pepe yako uliyoitumia kwenye usajili kuwa umefanikiwa kujisajili. Fuata maelekezo yaliyopo kwenye barua pepe kama kutengeneza nywila, yani neno la siri litakayokuwezesha kuingia kwenye akaunti yako kila unapohitaji kusajili au kutuma kazi yako. Kumbuka kuitunza namba yako ya siri. Mambo ya kuzingatia kabla ya kusajili kazi yako: hakikisha una namba ya kitambulisho cha taifa yani NIDA au nini, namba ya TIN ya biashara, vyeti vya kampuni yani certificate of registration cheti cha usajili wa muswada script kutoka COSOTA, mkataba wa makubaliano ya mwandishi na muswada script writer na mwandaaji wa tamthilia au filamu, mkataba wa makubaliano kati yako na mtengeneza muziki na studio utakaotumika au uliotumika katika filamu yako, taarifa muhimu za mtayarishaji au mwandaaji yaani CV ikiwa katika mfumo wa PDF. Muhtasari, yani synopsis, maneno yasiyozidi mia tano katika mfumo wa PDF. Video fupi ya kazi yako isiyozidi dakika 25 kwa tamthilia na video ndefu isiyopungua dakika 90 kwa filamu. Majina ya wahusika na nafasi zao kwenye tamthilia au filamu. Baada ya kujaza taarifa zote muhimu na kuwasilisha, utapokea ujumbe kwa kazi yako imepokelewa. Azam TV itafanyia kazi wasilisho lako na kukupatia majibu ndani ya miezi mitatu. Vigezo na masharti kuzingatiwa.